Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo, tunakaa kuunda katiba yetu, hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? inaning'inia wapi? tuipachue tu wapi? katiba ni, ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio Vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje, hawana hata aibu. Nje huko wanakaa o oh, Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? <laughs> niwaulize ndugu zangu niwaulize kwao, hayatokei okay. kwao hayatokei okay? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao, wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? ni Fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia Nataka niwaambie Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu, nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania. Kawaida kawaida, mwanamke mzuri ndio anaepiganiwa. Uongo kweli? utakuta <tie> watu wanafokeana, wanapigana, wana nini? Ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii Alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana kama navyoambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu, kueni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotumba nazo, madini Tanzania, sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambao kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapo, na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane, tunakula na tunauza kubwa zaidi. Serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu, kwao tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao wa ya chakula na ya biashara Tanzania sisi tuna hayo madini ambayo sasa, kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo, pamoja na kwamba yapo kwingine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana, mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu, na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu kuinyanyua nchi yetu nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini lakini tulivyoufungua utajiri tukatumia rasilimali zetu kwa utalii tukatumia madini yetu kibiashara tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini, wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu.